Wakatende haki, anayefaa aambiwe, anafaa; asiyefaa, tuseme huyu ana kasoro moja, mbili, tatu, hatufai kwa huko mbele tunako kwenda. <klik> Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta, tuna mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda chama kinakuwa Gwajima naizi. Kwa hiyo, kwa vovote vile tusigwajima na hizi chama chetu. Magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu. CCM, oye! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yeye anakuwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimwazimuho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 ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea, tunaomba watoe taarifa mapema, watupishe. Tunata mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi, na yeye yumo, lakini alisha alishaniletea jina lake mapema kwamba mimi, bwana, ukiamua tu mimi natoka. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina, bado upande wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu mkuu wa bima pub urahisi wa maisha